wa Marekani waandamana kumpinga rais wao kwa uamuzi wake wa kuitoa nchi hiyo katika mkataba wa tabia nchi wa Paris. Trump pia anapingwa na mamia wa miji mbalimbali kote Marekani. Viongozi wa Ulaya wameungana kumkosoa Trump huku rais wa Ufaransa akitaka wanasayansi wa mazingira Marekani kuunga mkono mkataba huo. Kujiondoa Marekani, mchafuzi mkubwa wa hewa, ni pigo kubwa kwa juhudi za kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi duniani. Na Ulaya zaungana kuupa nguvu mkataba tabia nchi wa Paris. Waziri Mkuu wa China Li Keqiang yuko Brussels kushirikiana na viongozi wa Ulaya katika juhudi hizo huku akiwa ameandamana na ujumbe mkubwa nchi yake. China yaitaka pia India kuchukua msimamo kama huo. China na Ulaya ni watoaji wakubwa wa gesi inayoharibu mazingira walioungana kushikilia mkataba wa Paris. Tume ya uchaguzi Rwanda yabadili msimamo wake wa awali na kusema haitokagua tena ujumbe unaotumwa kwenye mitandao ya kijamii na wagombea wa upinzani katika uchaguzi wa Agosti. Imechukua mkondo huo baada ya kukosolewa sana na wapinzani pamoja na wanadiplomasia wa nchi za magharibi. Wakosoaji wa, wa Rais Kagame wanasema hapendi upinzani ingawa atakabiliana na wagombea wanne katika uchaguzi huo. <mucho> Mashirika yasiyo kiserikali yataka Umoja wa Mataifa kuanzisha uchunguzi maalum kuhusu vurugu zilizochacha jimboni Kasai DRC ambako kiasi watu elfu moja wameshauawa na zaidi ya milioni moja wamegeuka wakimbizi. Vurugu za Kasai ziliibuka kufuatia kuuawa chifu wao Kamwe na Nsapu mwaka elfu mbili na kumi na sita. Maafisa kadhaa wa jeshi la Rais Kabila wawekewa vikwazo na Marekani kwa kutajwa kutishia usalama na amani nchini Kongo. <mulia> na kiasi wahamiaji 44 wamefariki wakiwemo watoto wachanga baada ya kukosa maji ya kunywa kwenye jangwa la Sahara wakielekea Libya, baada ya gari walilosafiria kuharibika na kukwama. Wengi waliofariki ni raia kutoka Ghana huku sita wakinusurika. Niger ni njia kuu ya wahamiaji wa nchi za Afrika Magharibi. Wakimbizi wengi hupoteza maisha njiani wakitafuta kuingia barani Ulaya.